Kondoa kama baadhi ya wilaya nyingine tuna tatizo na tuna changamoto kubwa ya baadhi ya wananchi wetu wale wachache kujiingiza kwenye kilimo ambacho uh, kwa mujibu wa sheria si halali, lakini pia kina athari kubwa. Matumizi ya bangi kama dawa za kulevya, athari zake tunaziona kwenye jamii yetu na tumekuwa tukishuhudia kila siku kizazi uh, baada ya kizazi. Kwa hiyo tuna changamoto hiyo na tumekuwa tukifanya jitihada mbalimbali kwa kushirikiana na mamlaka ya udhibiti wa dawa za kulevya pia tunashirikiana nao kuhakikisha kwamba tunateketeza a, mashamba hayo, lakini tunakamata wale ambao wanajihusisha na uuzaji wa bangi, lakini kilimo cha bangi pia lakini vilevile, tunatoa elimu kwa wananchi wetu, namna nzuri ambayo wanaweza kuachana na kilimo cha bangi, lakini kwenda kwenye kilimo kingine ambacho kina tija zaidi kwetu, kwao, lakini kwa taifa kwa ujumla. Tuna mazao ya biashara, tuna mazao ya chakula, lakini pia tuna ufugaji mzuri tu kwa hiyo wananchi wa Kondoa wana uwezo wa kujikita kwenye maeneo hayo, kwenye kilimo cha biashara kuna, kuna, kuna mazao mbalimbali kuna alizeti, mbali, kuna hizi eh, kuna, nini zinaitwa mbaazi eh, kuna ufuta hapo, mazao mengi ambayo yanakubali kabisa kwenye ardhi yetu hii ya Kondoa. Kwa hiyo tumekuwa tukijitahidi sana kuwaelimisha wananchi wetu kwamba mbali na hali halisi iliyopo, uwezekano mkubwa wao kutoka vizuri kwa hali ya amani na utulivu na wakawa na maisha mazuri yenye tija kwao na kwa taifa kwa ujumla, ni kujihusisha kwenye kilimo cha mazao halali. Hapa tulipo sasa hivi ni mlimani, na sisi tunafahamu namna ambavyo milima ni vyanzo ni, ni maeneo yetu muhimu sana ya kutunza misitu yetu. Kwa hiyo wananchi pia kuja kulima kwenye maeneo haya pia nako hairuhusiwi. Tunaendelea bado ni changamoto, lakini tunaendelea kutoa elimu kwa wananchi wetu, na vizuri ni kwamba baadhi ya wananchi wameitika vizuri, wamejitokeza na tunashirikiana nao wao pamoja kuhakikisha kwamba tunaendelea kuelimisha kwa wengine. Lakini kikubwa zaidi, mbali na elimu, tunaendelea kufanya misako na kuwakamata wale wote ambao wanajihusisha na kilimo cha bangi, wanajihusisha na biashara ya bangi na madawa mengine ya kulevya na shughuli nyingine ambazo si halali kwa mujibu wa sheria na taratibu za nchi yetu.